Ch kwa kweli walimu wetu hawa waliotoka kwenye chuo cha ICM wamekuwa msaada sana katika siku hizi mbili. Katika eneo la uongozi binafsi nimejifunza mambo mengi sana ambayo siwezi kueleza yote, nitaeleza ile machache, hasa kwa walimu wetu wote, mwalimu Henrietti lakini pia Pasta Ndaru, mwalimu uongozi, mwalimu Joshua ambaye tulikuwa naye jana, leo hatukufanikiwa na, eh, kuwa naye, lakini pia na Balisha kwa kweli wametubariki sana katika eneo la uongozi, tukifahamu kwamba eneo la uongozi ni eneo ambalo lina changamoto nyingi na ni eneo la msingi sana, ili taasisi yoyote iweze kwenda binafsi yangu eh, kupitia mafundisho yaliyoendelea eh, siku hizi mbili nimeona kuuishwa kutiwa <coughs> nguvu lakini nimeona pia kupewa mwelekeo wa namna sahihi ya kuweza kuongoza kundi la Bwana kama kiongozi, kukubali pale ambapo umekosea ume, ume kama vile Petro ambaye ndio alitumika kama pointi ya kufundishia. Petro alikuwa Uh, toka katika uto wake alipoitwa mwalimu wa kwanza, alitumisha kwamba alikuwa na utayari na ule utayari ukampa uka, uka, uka pia utii, lakini utii ule na utayari ulimfanya Yesu aweke alama katika maisha yake, na kupitia alama ile akampa Petro jukumu na Petro akalitekeleza ile jukumu, na licha kwamba Petro aliendelea kuchongwa katika makosa mengi aliyokuwa akiyapitia kama kiongozi ambaye Yesu alikuwa anauona uongozi na alikuwa anaona mtu ambaye anaweza kumwachia akamwachia kazi, lakini bado Petro alikuwa ana mapungufu mengi sana. Alikuwa ni mtu ambaye anajibu, anakemea kiongozi wake, kama vile wakati ambavyo Yesu aliposema ni ipasa kwenda Yerusalemu na kule takuekwa mikononi mwa wakuhani na nita teswa. aka- Petro akamchukua Yesu pembeni na, na akamkemea akamkemea Yesu. Ile tabia ilikuwa ni tabia mbaya kama, kama kama kama kiongozi, lakini Yesu akamwambia rudi nyuma yangu Shetani. Lakini Petro akakata tamaa, alikubali alikosea na aliendelea mbele mpaka mwisho, tunaona Yesu anamwachia Petro kazi ya kuchunga na kulisha E kundi. Na hata hivyo, baada ya hapo pia Petro anachiwa kazi na Yesu, anakufa ana, ana anakufa ana, ana, baada ya kufufuka Petro tena amekimbia tena kazi, amerudi tena kwenye kwenye biashara yake ya samaki, na Yesu tena akamrudia Petro. Kwa hiyo utagundua kwamba kwenye masomo haya kuna mambo mengi sana ambayo siwezi kueleza yote vile ambavyo Eh, imejifunza na zaidi sana jinsi ambavyo walimu wamemtumia muhusika ambaye eh, binafsi sikudhani kama angeweza kutumika katika eneo la uongozi kufundishia. Kwa hiyo mimi niwapongeze walimu wetu, lakini pia shauku yangu namambia na ma, na mambo pale kwamba laiti darasa eh, hili ni chuo hiki kijamii hapa tufundishiwe hivi, hivi na wanafunzi hao na wengine waongezeke tuenda darasa la hapa hapa hapa hapa hapa Eh, nitumie fursa hii kuomba ombi hilo kwa viongozi wetu na Mungu mbinguni atubariki sana. Amen. Alikuwa anasoma Biblia na ndoto huyu na yule, yani ni moyo wangu kuona wanakwenda zaidi ya hii hatua waliokuwa nayo, yaani kama ningekuwa na njia rahisi, naona kuna kitu lazima Mungu anapaswa kufanya kuwavuta kwenda daraja zaidi ya hapa walipokuwepo. Uh, wakati nafundisha huyu bwana amesoma maandiko jana mpaka leo, uh, unaweza kuona kama ni bahati mbaya no, kuna kusudi. Sijui elimu yake na nani yake, lakini nimeona kwamba kuna eh, msukumo wanapaswa kwenda ngazi ya pili ya elimu yake kwa ajili ya utukufu Bwana. Sisi baadhi ya maeneo chuo chetu kina uwezo wa kuleta chuo hapa endapo tutakuwa na wanafunzi wasiopungua kumi na tano Yani chuo kikawa kinaleta wanafunzi ili mpate diploma au kozi ya, yani hamna haja ya kwenda labda Mbagala. Mkituhakikishia bwana, tutashawishi watumishi makanisa kadhaa, walimu wa ICM watakuwa wanafundishia, wanatoka huko wanakuja hapa, ni kuweka tu ratiba masomo hayo. Hatusomi kila siku ya cheti na diploma, angalau mara tatu au mara nne kwa wiki, na huwa tunafanya mara nyingi jioni, kati ya saa kumi na moja na saa mbili usiku. Pointi yangu ni kusema chuo kinasogeza huduma makanisani. Tunajua sio wote watakuja Bagamoyo, lakini kama Bishop Jane akasema, na uwezo wa kuongea na watumishi wachungaji, ambao wakwenda shule wamechelewa, wazee wa kanisa, tukawa na kozi ya cheti ya mwaka mmoja, na ile kozi wanalipia kwa standadi ya chuo. Tunalipa elfu thelathini kwa kozi. Kozi moja ni wiki mbili, alafu mnapumzika wiki moja, wiki ya nne mnakutana darasani. Tunafanya hivyo kwa sababu hiki e, chuo hakina ruzuku. Sasa, ili kuwafanya wanafunzi waelewe plani wasiende mbali, tunaongea na kiongozi mmoja kama mama yetu Janet, kwamba huwezi kutukusanyia wanafunzi wakafika angalau 15, 15 inaweza kuendesha gharama, ukalipa nauli walimu na material, kwa sababu notes natoa sisi walimu, nalipa sisi. Kwa hiyo nitoe tangazo, na bishop yuko hapa, kama atashawishika kutukusanyia wanafunzi wasiopungua 15, mwakani, mwaka mwezi wowote tukiwa tayari Chuo cha ICM kitakuja hapa kama extension. Ina maana mnafundishiwa hapa hapa, na hiyo imerahisisha maeneo mengi. Na wewe Mungu akubariki sana. Nitaangalia kati ya wewe na wewe, nitasema mwakani baadhi ya kozi nitalipa mimi, lakini kwanza mwingie, alafu nijue mmeingia. Mungu akubariki sana. Amina, amina, amina.